Zikiwa zimebaki siku nne Tanzania kufanya uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani, kamati ya amani, jumuiya ya maridhiano, wazee na sungusungu wilaya ya Busega wanaona ipo haja zoezi hilo kufanyika kwa amani na utulivu. Ukweli sisi kama viongozi wa dini tumehakikisha makanisani kwetu, misikitini kwetu, amani ipo, utulivu upo, watu wanaendelea na shughuli za kilimo, biashara na kadhalika, na tukisubiri kutimiza haki yetu za msingi za kikatiba ili tuweze kuchagua viongozi wetu ngazi ya madiwani kata zetu zote, wabunge na rais. Lakini kikubwa kabisa, kipindi chote cha uchaguzi, kabla na baada, amani ya nchi yetu, tusisite kutoa taarifa pale ambapo tunapoona kuna dalili yoyote ya uvunjifu wa amani. Msisitizo kwa wananchi ni kujitokeza kupiga kura, vijana wote na wananchi wote wa wilaya ya Busega wajitokeze Oktoba 29 kwenda kupiga kura, lakini vile vile kuilinda amani ya nchi yetu tuliyonayo. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Busega Faida Salim anahakikisha wakazi wa wilaya hiyo amani siku ya uchaguzi na kuwaonya watakaojaribu kufanya vurugu. Amani ni tunu ya nchi yetu. Hakuna, hatuwezi kufanya betting kwenye amani. Na mimi leo kama mkuu wa wilaya nawaambia, na nimewaambia kwamba mimi kama mwakilishi wa amiri jeshi mkuu wa Tanzania, mwakilishi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika wilaya ya Busega sitakubali wala sitawafumbia macho yoyote yule ambaye ataonyesha kwa namna yoyote kutaka kuvunja amani yetu. Watanzania watapiga kura siku ya Jumatano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kuchagua rais, wabunge na madiwani.